Katika uongozi wake wa miaka minne na nusu alipokuwa madarakani, na wakati Daktari Samia Suluhu Hassan akituongoza kama rais, kwa kipindi hicho mbunge wa jimbo hili alikuwa ni dada yetu Bona Kamoli. Kwa hivyo mafanikio yaliyoletwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ya zote ambazo zilikuwa zinaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Sisi oye, katika sekta ya elimu, Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa na nyingi, ambazo hata sisi Wanasegerea kazi za mikono yake katika uongozi wake tumeziona. Amefanya kazi tunakumbuka mitaala yetu ilikuwa inatoa masharti kwamba elimu yetu itaanza darasa la chekechea mpaka darasa la saba na sasa kwa maboresho mapya tunaenda mpaka kidato cha nne inakuwa ni elimu ya lazima kwa kuwa Daktari Samia Suluhu Hassan anatambua ubora na umahiri. kwa sababu ya msingi mzuri aliyouweka Samia oye! Lakini pia ameendelea kutoa elimu bila malipo kuanzia chekechea mpaka kidato cha sita, pamoja na maboresho makubwa ya miundombinu katika sekta ya elimu tukianza na ujenzi wa shule za awali, shule za msingi, shule za sekondari na maboresho katika vyuo vyetu vikuu. Hizo ni kazi kubwa alizozifanya Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wetu Bona Kimori katika kipindi ambacho ametuwakilisha bungeni. Katika sekta ya afya, Daktari Samia Suluhu Hassan ameboresha miundombinu ya utoaji wa huduma za afya, amejenga nati amejenga vituo vya afya kwenye maeneo ambayo hakukuwa na vituo vya afya. Amejenga hospitali za wilaya katika maeneo ambayo hakukuwa na hospitali za wilaya. Vivyo hivyo ameboresha hospitali zetu za kanda pamoja na hospitali zetu za rufaa, ambazo maeneo yote hayo, sisi wa Tanzania tunapata huduma ambayo tunahitaji. Lakini hapa nimeambiwa pia kuna ujenzi wa hospitali ya kisasa ya kata ya Kisukuru ambaye ina gharimu shilingi bilioni tano. Hii ni kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wetu kwa kipindi cha miaka mitano, dada yetu Bona Kimori pamoja na madiwani wote wanaotokana na Chama cha Mapinduzi.